ya michezo iko vizuri, watoto wanaitikia vizuri kama mnavyoona, karibia shule zote zinazounda kandadi ziko kwenye viwanja kwa michezo ya aina zote. Tuna football, tuna basket tuna volleyball, tuna riadha lakini pia tuna fani za ndani. Kwa hiyo mwitikio ni mzuri, wanafunzi wamejitokeza kwa namna ya kutosha. Mimi ninaomba tu jamii, wazazi, walezi, tuwaruhusu watoto wa kike kuingia kwenye michezo, kwa sababu hata tukiangalia mitaala yetu sasa hivi imebadilika, na fani za michezo kwa kiasi kikubwa zinawasaidia watu kupata ajira za kujikimu. Hata tukisikia hivi karibuni tumeambiwa turudi VETA kwa ajili ya kujifunza fani mbalimbali mbali. kwa hiyo pia michezo ni namna fulani ya kutengeneza ajira za baadaye. Tunajua sasa hivi ajira ni ngumu a kupitia serikali, lakini watu wanaajiriwa kwa kupitia sehemu mbalimbali. Kwa hiyo vipaji vinaanzia chini, tuwaruhusu watoto wetu wacheze. Tuna, tuna watu wengi ambao wametoka kwa kupitia michezo, na watoto wa kike wanafanya vizuri. Nadhani kama hata ndugu mtangazaji umeenda viwanjani, kuna watoto wanacheza football wanafanya pia vizuri kuliko watoto wa kiume. Kwa hiyo rai yangu kwa wazazi, walezi, familia mwalimu, tuwaruhusu watoto wajihusishe na mambo ya michezo, maana hatuwezi kujua, anaweza akazibiwa mlango huu akatokea kwenye mlango mwingine. Kwa kweli, Nsumba Sekondari tunafanya mazoezi ya kutosha, watoto wana morali, na kuna kitu labda ambacho mnaweza msikijue, sasa hivi tumeingia kwenye mashindano, timu yetu iko kwenye daraja la nne. Kwa hiyo tunafanya vizuri na tunaamini tutafika mbali zaidi.